Na mm, kamati iliyoundwa na iliyotangazwa na Mheshimiwa Malisa kupinga serikali batili ya Samia Suluhu Hassan, si kwa maneno makavu, si kwa maneno matupu no, ni kwa jitihada, ni kwa kila namna utakayoweza, wakimishi kufa uawa au kwa namna yoyote ile, hatuna oga kwa sababu tumegundua kwamba negative state loop so we are out of that loop. Hatuko tayari kuwa chini ya woga, tumeogopa woga kwa sababu tumejua woga kwa wazazi wetu ndio lupelekea Tanzania kufika hapa tulipofika. Sisi kama vijana tunatoa tangazo rasmi kuwa hatuutambui utawala wa CCM, ndio kwa madaktari, hatumtambui rais na hatuna rais otherwise, hatuwatambui na wabunge wake. Hivyo tunatangaza hatuna serikali inotawala, hivyo tutakuwa bega kwa bega na mtu yoyote yule atakaye kuwa upande wa wananchi kudai haki bila kuogopa, bila kukatishwa tamaa. Yes, vijana tuko pamoja, tembo tutoke wote, tunaweza. Nawakumbusha tu the word impossible it's not fact but it's an opinion. Yote yanawezekana. Mfano mrahisi ni naenda kwenye Biblia, mfano mrahisi ni historia ya David na oria lakini alimdi, alimdefeat Mfilisti alikuwa alimdi na silaha kama walionao. Hivi sasa hivi CCM walikuwa na majeshi kama ambao sasa hivi wanao, lakini sisi tuna Mungu na huyu Mungu atakushindia bila woga. Hapana, usitangaza, si vita ya kidini, ni vita dhidi ya wanaotaka kuiharibu nchi, wanaotaka kukanganya haki Ni wazi kwamba wakati wimbi la maandamano lazidi kujikusanya, kuna vijana wengi ambao wanazidi kujitokeza kuonyesha kabisa kwamba wana ujasiri na wapo tayari kwa ajili ya maandamano ya D9, lakini pia jaribu kuonyesha kwamba wana ujasiri wa kutosha, tofauti na ilivyokuwa imezoeleka kwa Watanzania wengi kwamba ni watu ambao wana uoga na wanaogopa kudai haki yao. Sasa hii clip ambayo imetoka kuicheki ni ya kijana mmoja ambaye ni wa Kitanzania, ameamua kuongea wazi kabisa, amevalia kabisa na gauni lake la graduation, akiwa na maana kwamba ameshahitimu na yupo tayari kuweza kupigania haki yake ile maisha yake ya baadaye yawe mazuri, akisema kwamba uh, hii ni video ambayo Mange alikuwa ameshare kupitia Instagram yake. Kijana ameongea mambo mengi sana, akisema kwamba ni muda wa kwenda kudai haki na Kidi pia amezungumza masuala ya kusema kwamba muda wa uh, kuogopa umeisha. Anasema kwamba uh, fear is a dark room where negative develops. Akiwa na maana, akiwa na maana kwamba uh, uoga ni, ni, ni, ni chumba chenye giza ambacho uh, mambo hasi, uoga yanajijenga huko. Sijui unaelewa vizuri. Sasa kijana kaongea maneno mazito sana, na hapa Mange Kimambe alikuwa ameshare video yake kijana huyu na kushinikiza na caption ambayo alisema kwamba kijana akiongea maneno mazito sana Watanzania tuitambue serikali haramu ya Samia Suluhu as far as we concerned, Tanzania kutokea Oktoba 29 haina rais wala serikali. Uoga kwenye nchi ya Tanzania uliisha Oktoba 29. Sasa ni muda wa wananchi wote kuwa wajasiri na kukomboa nchi yao kutokana na mashetani wanaongangania Ikulu hata baada ya kuua wananchi waliokuwa kidai haki cha msingi. Tukumbushane kuwa maandamano ya Desemba 9 ni maandamano ya amani, tutoke na mabango yetu. Hii ni klipu ambayo Mange Kimamba ameamua kushare, lakini ameshare na kuweza kusindikiza na kuwakumbusha Watanzania kuhusiana na mipango yao ya D9 ya kuweza kuandamana Desemba 9. Una maoni gani kuhusiana na